To... sikizeni, watu wa Kuria, ongea raka, tunakusikiza. Nyinyi ni wakulima wa maana sana sehemu hii, wacha uongo bwana. Tulisema kwanza tupunguze gharama ya No. <laughs> Wakamwacha akiwa paralyzed, amevunja amevunjavunjwa miguu, shingo na spine boda <laughs> Hey William. Sikizeni watu wa Kuria, ongea raka, tunakusikiza nyinyi, ni wakulima wa maana sana sehemu hii. Wacha uongo bwana, tulisema kwanza tupunguze gharama ya punguze gharama ya wakamwacha akiwa amevunja wa, <paralyzed. laughs> wa miguu shingo na spine ya sala. <laughs> Usiseme salale hapa bwana wewe ulze inisasa sasa, hapana na ni shoes ndio imekugonga. Sisi hapa Migori hatutaki uongo eh. Hey, hata uunya alishagonguanga huku eh, eh, eh, eh, sema. No. William, umejua umegongwa na kiatu ndio pia wewe uvue hiyo kiatu chako cha uongo. Huyu ni nani anapigia mganga saa hii asubuhi? Halo, wewe ni nani unapigia mganga saa hii asubuhi? Mimi naitwa William Ruto. Ati angoa. Kwa William Ruto. William moja huyu zakayo. Hey. Roy, na niambie umepiga, ndio nikuroge yule mtu alikupiga na kiatu? Hey. Naona na ilikuwa inakaa kama omena. <laughs> <laughs> <laughs> E, sasa tuuma kitu ndio niroge huyu mtu alikupiga na kiatu. <laughs> <laughs> <laughs> No, no, no, no, tuma saibu ana wewe. Sikuamini unaweza danganya hata mganga. Hey! Wacha kucheka bwana, tuma kitu niroge huyu mwenye kiatu. Nitatuma mama kaunti na elfu hamsini. Wachana na mama kaunti bwana, kama huwezi tuma pesa, ni wewe ndio nitakuroga. Oh, oh. Sasa mbona nanikatia simu? Wacha ni mroge basi. Brrrr. Roga, Ruto Roga, Ruto. Roga, Ruto. Hey, hey, hey, anyway. <laughs> Alo, tafadhali tafadhali. Sahii kama uko na duka ya kiatu. Eh. Uh -huh. Tafuta venye utaongeza wit kwa hizo viatu zako eh? Ju, mumeona kiatu si ya kutembea peke eh? Saizi usa vitu kama Timberland. Kitu iko na wit Tusikuja kwa duka yako tupate unauza sijui labasu. Uh-huh. Sijui sijui sports, kitu wezi toka hapa mpaka pale. Kiatu si ya kuvaa. Ongesa weight kwa hizo viatu zako. Na tafadhali, watu wa Migori. Watu wa Migori wamefanya nini? Mungu aliambia Musa toa kiatu. Akamwambia toa uruse. What did you say? Nini sasa mnapinga maandiko? Hiyo ni Biblia gani mlitumia nyinyi? Otherwise if we imagine kama wewe mtu angekuwa na kitu kama Timberland what, what? Ama akala ama wacha tu, wacha tu. Uh-huh, wacha tu hey, hey. <laughs> wacha a a wacha aya tumewacha, ndio na matoka kufanya investigation. Investigation gani wewe pia? <laughs> Ona, na hii mtu mnasema alirusha kasukia <laughs> <laughs> <laughs> yo mtu ama <laughs> makosa, why is it that why hii <laughs> <laughs> mtu ilikuwa na viatu mbili si ndio? <laughs> Eh, hey. Si <laughs> hey, ndio mnaita mia moja. Bas, hiyo kiatu yake ilikuwa kubwa alafu ilikuwa ina hapa. Sasa pale mekori wa kiruka ruka kwa kufly kwa sababu ya promise. Hey. What? Funka. Ile promise mzuri mzuri wa kwa napatiwa. Sasa akirusha miguu juu, kiatu moja ikatoka. Alafu ikaeta ikatoka kasoko. Ehe. Sasa makosa Kasoku walifanya akachukua hiyo kiatu akaweka kwa mfuko, sijui aliweka kwa mfuko ama aliweka wapi. hey! Sasa huu mtu ya kiatu analalamika, anasema sama Kasoku alinyanganya hii kiatu moja. Yesu, what did you say? Kiatu iligonga mtengaji? What, ni moja? Allah, Allah, Allah. Wame arrest watu wangapi? Watatu. <laughs> Mumesema yo uh, ni ya mtu akona PhD ama ule dropout wa class 4. si mimi niko na PhD. I, I think there is a curse upon this guy. Why is that? Why he he that because everything he does, he <laughs> everything does he inaenda he completely touches <laughs> <laughs> <laughs> ina <crumble. laughs> Alikuwa ameenda Nyanza kukaunta Matiangi kisi Nyanza, hiyo crowd aliona uh. Sasa akafikiria aende Luo Nyanza akaunte Matiangi. Sasa what is trending, hata si ile project alikuwa ameenda, ni mtu anatoa kiatu kwa mguu anarushia president, akiongea anamgonga kwa uso hey.

But because we have have never reached there. there I said the other time, time, may God turn your your your wisdom into your foolishness. From that time, there is is nothing you have done that Kenyans have approved of. The spirit of spirit confusion and and strife is released upon you and your government. At an MP, at Jaisike, MP na na watu watu haumsikizi What? amewahi kuwa amedharauliwa na mtu akauongwa uso. I have never mimi no. But a whole president <laughs> uh, mtu hey! <laughs> Who <this> <laughs> have mtu akitoa kiatu anamgonga naye uso akiongea huko Migori.